Ashinda iwe kwa vyovyote, hii ni timu mshindi. Team fight, timu mshindi. Lazima serikali irudi kwa wananchi kwa vyovyote, serikali siyo kikundi cha watu wachache majangili, serikali siyo ya wanafamilia, serikali ni ya wananchi na wananchi ambao ni wana sisi wewe na mimi ndio mwenye serikali. Mtu yoyote ambaye kwa serikalini mshahara anaupata kutoka kwetu sisi, azisisi wewe na mimi. Kwa hiyo sasa azisisi kama mabosi zenu, kama mabosi hatutaki kuona majangili madarakani. Samia Suluhu Hassan unahitaji kutoka madarakani, utake usitake tutakutoa kwa vyovyote kwa vyovyote. Nasema tena iwe ni kwa vyovyote, kwa panga, kwa shoka, kwa vyovyote vile lazima utoke madarakani. Hatuwezi kuongozwa na kilanza muuaji, mtekaji, filauni kama wewe never. Never. So ambacho naweza kusema, mipango yenu ya kuwa mnafanya vitu vya kiboya, mnafuatilia wanaharakati tunaosema vitu vya ukweli, mtafuatilia sana, na chochote hamtatufanya chochote. kuwaambia tutawaambia, kuwasema tutawasema, na kuwatoa madarakani tutawatoa. Tutawasema, tutawatoa madarakani. Hamtatunyamazisha kama mlivyonyamazisha ndugu zetu, ambao wangekuwa wanaishi mpaka leo, ambao pale Ununio mmewatoa pale Ununio. Ununio kuna baadhi mmechoma, kuna baadhi mmepeleka wapi? Kigamboni mnajua mlipopapeleka baadhi mmechoma ndugu zetu na baadhi mmepeleka Kigamboni. Sasa naongea na wewe hapo Makonda, wewe huo usenge mnaofanya, Abdul mafeli, upumbavu mnaokuwa mnafanya, halafu au naku nalipa mabilioni na mabilioni ya pesa. Wewe mafeli kuwa watu na kuteka, na bado kwenda kufufua, Samia amekwaidi matilioni ya hela Acheni halaka tabia zenu za kisenge tisi. Nyee ni usalama wa taifa, lakini nyee ni majangili nanyee polisi ni majangili wa kina mafele na gurupu lako. Mna magurupu ya magenge ya kiuni ambayo kwa Kigamboni yanajifunza mambo ya jeshi ya kichinichini yakiwepo mafi kwa ajili eti kila anayemsema Samia ni kumteka na kumuua. Ngojeni tukwambieni, Samia atasemwa tu kwa sababu ni shetwani, huyo ni muuaji, huyo ni kilanga, yeye asiseme ni nani. Na kwa nini mnataka kulazimisha maji kupanda mlima kama mlima Kimanja ambavyo ameshauuza. Hello Watanzania, tusiishie kuongea peke yake, tufanye kwa vitendo, tufanye kwa vitendo nchi nzima. Ni kuandamana na maandamano yasiyokuwa na kikomo kwa ajili ya kumtoa huyo mwendawazimu madarakani na magenge yake, na Kikwete yakina Mafeli yakina Poma, Makonda. Hao ni washenzi, ni wapuuzi ni majangili wanataka kufuatiliza. Nani huyo msenge baridi huyo? Nani, nani huyo mseven wa Uganda? kumanyoko na wewe. wanataka kufuatilia msenge baridi na hilo litoto la mseven hilo. ni nani siyo ile msenge baridi, anajifanya kwamba yenyewe eti ni jeshi mafi. Sasa kwa Tanzania tutawanyosha usenge huo, sio Tanzania. Samia, wewe sio Mtanganyika. ni i been say that and all people they know that unataka kubamaza nenda kwa babamaza wa Zanzibar. Wenzio wa Zanzibar mimi nawapenda, lakini sio Samia ya familia yake. Kwa Zanzibar ubaya na sisi Watanganyika hamna ubaya huo, lakini kama tulivyosema, tunahitaji kugawana, mkae kivyenu, kwa sababu ukiangalia hata Zanzibar mtu anataka kunua hata TV hata feni lazima ilie ailipie ushuru. Sasa nchi ni moja hiyo? Na haijaanza leo kabla sija hata Japani. Nilikuwa naenda nachukua TV nani? Nilikuwa nachukua TV 5, 10, 15 Zanzibar. Nikileta bala lazima TV zote nizilipie ushuru. Hazijaanza leo. Gari ukinunua Zanzibar unalipia ushuru tena mkubwa sana. Halafu anakwambia kwamba hiyo ni moja. Na nikasema, so ukitaka kuabamaza ondoka madarakani kwa taratibu Samia. Nimeshasema tena, unajitaka ondoka, ondoka. Ikulu sio ya mama yako na sio ya baba yako. Ndugu zangu, naombeni hii video mweze kuipost kutembea. Santeni.